Serikali ilifunga mkataba na kampuni ya Quality Group Limited ambayo itaanzisha mradi mkubwa wa kuendeleza hoteli ya Bwawani na maeneo yaliyozunguka. Mradi huu utawekeza mtaji wa dola za Kimarekani milioni mia mbili na utahusisha kulifanyia matengenezo makubwa jengo la hoteli ya Bwawani na kuwezesha upatikanaji wa huduma za hoteli za nyota tano. jengo hili la hoteli la Bwawani litaimarishwa ili kuhifadhi kielelezo cha mafanikio ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 64. Kwa lugha nyingine, jengo la hoteli <laughs> ya Bwawani halitovunjwa, itabadilishwa baadaye. Majengo ya biashara ya ghorofa na maduka makubwa ya kisasa, yani shopping malls, yatajengwa pamoja na kituo cha mikutano ya kimataifa, maeneo ya michezo na soko la bidhaa zinazozalisha bidhaa za Zanzibar. Matumaini yangu kwamba wajumbe wa baraza hili mtashirikiana na serikali kama ilivyo kawaida yenu katika kuhakikisha kwamba mpango huu muhimu wa utekelezaji unatekelezwa ipasavyo na malengo ya Zanzibar ya kuwa na uchumi wa kati yanafikiwa kwa manufaa ya nafikiwa nchi yetu na watu wake. <laughs> Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka mitano ijayo serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii ya Zanzibar ni ZSSF itaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa uliokushaanzwa katika eneo la Mbweni Unguja, ambalo unajumuisha majengo 18 ya ghorofa saba kila moja. Majengo hayo yatakapomalizika yatakuwa na jumla ya vyumba 252. Ujenzi huo unatarajiwa kumalizika katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Vile vile, kwa kushirikiana na mmoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar itajenga nyumba 128 za gharama nafuu katika eneo lililomilikiwa na umoja huo liliyoko Mombasa, Zanzibar. Zaidi ya hayo, mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF italifanyia matengenezo makubwa jengo la Chawl <coughs> tunaloliita jumba la treni hapo Darajani. unyazi hio unatogomewa kuanza hivi karibuni. Aidha, serikali inaandaa mpango na inaendelea na mazungumzo na wawekezaji mbalimbali kwa ajili ya kuliendeleza eneo la Darajani kwa ujenzi wa maduka makubwa ya kisasa ya biashara yaani shopping malls. Kwa upande wa eneo la michezani, serikali kupitia ZSSF imeandaa awamu ya pili ya mradi wa uimarishaji wa eneo hilo. Baada ya kukamilika kwa mnara wa kumbukumbu ya miaka 50 ya mapinduzi na bustani yake, serikali imejipanga kujenga maduka ya kisasa, shopping malls na sehemu za kupumzikia katika eneo hilo. <laughs> Mheshimiwa Spika wahenga wanasema ukipata chungu kipya usikitupe cha zamani katika kipindi kijacho serikali itahakikisha inachukua hatua madhubuti katika kuhifadhi mji mkongwe ili uendelee kuwa na kivutio cha watalii na kubakia katika orodha ya mji wa urithi wa dunia tutaendelea kuwafanyia ukarabati majengo mbalimbali ya kihistoria vile vile tutakamilisha mradi wa ZUSP wa ujenzi katika eneo la Mizingani Utiaji wa taa za barabarani ambazo tayari zishaanza katika barabara mbalimbali, ujenzi wa misingi ya maji mikubwa ambayo nayo imeanza katika mji wa Unguja, katika mji wa Chake Chake, Wete na mji wa Mkoani kwa Pemba. Kupitia baraza hili tukufu, nataka niwahimize viongozi wa manispaa na baraza ya miji, halmashauri za wilaya, mamlaka ya miji mikongwe na taasisi zote zinazoshughulika na usafi wa mji na wasimamizi wa biashara waongeze jitihada katika kuimarisha usafi wa mji na kusimamia sheria na nidhamu ya uendeshaji wa shughuli za biashara. Usafi ni jambo la lazima katika maisha yetu na katu hapana mbadala wake. Kwa hivyo wale wote waliopewa na watakopewa dhamana ya kusimamia usafi katika miji yetu wajue kwamba wanachukua dhamana kubwa na watawajibishwa iwapo watashindwa kutumiza wajibu wao. Katika kipindi hichi uimarishaji wa miji ya kuzingatia mkakati wa matumizi ardhi ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2015 tulikamilisha mkakati wa matumizi ya ardhi Zanzibar, yani National Spatial Development Strategy mwaka 2015. Katika mkakati huu miji 14 itapangwa ikiwemo mji wa Zanzibar, chake chake Wete, Mkokotoni, Konde na Kengeja. Kati ya miji hiyo, serikali tayari imekamilisha mipango ya miji mitano ambayo ni mji wa Zanzibar, Nungwi, Mkokotoni, Chwaka na Makunduchi. Matayarisho ya mipango miji ya Chake Chake na Wete tayari inayo ishaanza vile vile. Katika mwaka uliopita serikali ilikamilisha mpango mkuu wa mji wa Zanzibar. Katika mpango huo serikali imeamua kuanzisha eneo jipya la biashara na utamaduni. Eneo lote kutoka Darajani hadi Kariakoo na kutoka Maisara hadi Kinazini litapangwa upya ili kuanzisha ujenzi wa nyumba za ghorofa, kuweka kitu, kituo cha mabasi, kuongeza sehemu si mpya za maduka na biashara na kujenga sehemu si mpya za bustani. Aidha, mji wa Zanzibar utakuwa na miji mitatu mipya nayo ni Chuini kwa upande wa kaskazini, Tunguu kwa upande wa mashariki na fu na Fumba kwa upande wa kusini. Mipango hii inafanywa kuhakikisha kwamba Zanzibar inaendelea ikiwa na uwiano wa kiuchumi, kijamii na kimazingira, kima ili kufikia lengo lake la milenia na kuelekea katika mipango mip, malengo mapya ya maendeleo endelevu yani sustainable development biashara Mheshimiwa Spika, sekta biashara ina umuhimu mkubwa katika kuchochea maendeleo ya kukuza ajira kwa watu wa Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika amu zote imekuwa ikichukua hatua za kuimarisha na kuongeza ufanisi katika sekta hii. Katika kipindi cha pili cha serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya saba, serikali itahakikisha kwamba inaendelea kuimarisha mazingira ya wepesi, mazingira na wepesi wa kuendesha shughuli za biashara Zanzibar. Nitahakikisha kuwa tunafanikiwa kukuza biashara za ndani, biashara kati ya Zanzibar na Tanzania bara na kati ya Zanzibar na nchi wanachama jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa mengine ya nje. Lengo letu ni kuongeza bidhaa zitakazouzwa tutakazo, tutakazo Tanzania bara ili zivuke kile kiwango cha mwaka 2015 ambacho tuliuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni mbili 2 bilioni shilingi bilioni 203.8. Kadhalika tunapanga tuvuke kiwango cha bidhaa zenye thamani samani. Lengo letu ni kuongeza bidhaa zitakazouzwa Tanzania bara ili zivuke kiwango cha mwaka 2014/15 kwa bidhaa zenye thamani ya Tanzania shilingi trilioni bilioni mbili na nukta nane, kadhalika tuvuke kiwango cha bidhaa zenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni mia moja thelathini na tatu laki tano tisini na moja nukta saba ambazo kumi na tano. Ili kuyafikia malengo hayo, serikali itaendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara juu ya fursa zilizopo na utumiaji mzuri wa masoko yaliyopo Tanzania jamhuri ya kitu, ya, ya muungano wa Tanzania ni mwanachama. Serikali itaanzisha ujenzi wa kituo cha biashara cha kimataifa katika eneo la Nyamanzi na itaendelea kuhamasisha wafanya biashara na wajasiriamali wa Zanzibar ili washiriki katika maonyesho ya biashara ya kimataifa itakayofanyika hapa Zanzibar na nchi mbalimbali. Katika kudhibiti ubora wa bidhaa na huduma zinazotolewa na wananchi, serikali itaimarisha taasisi ya viwango ya Zanzibar iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria namba moja ya viwango vya viwango vya Zanzibar ya mwaka 2011 kwa kuanza ujenzi wa ofisi ya maabara katika eneo la Maruhubi ili kuimarisha ufanisi wa taasisi hii ya viwango vya biashara ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu za wa zao la karafuu kwa uchumi, wa uchumi na historia ya Zanzibar na watu wake, serikali inaendeleza juhudi mbalimbali mbali za kuliimarisha zao hili katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumepata mafanikio makubwa sana katika kulifufua zao hilo. Tulianzisha mpango maalum wa miaka kumi kwa kulifufua na kuliendeleza zao hili, na kwa kulifanyia mageuzi makubwa shirika la ZSTC ambalo kwa sasa linaendeshwa kwa ufanisi mkubwa. Kwa mara nyingine, nawaahidi wananchi kwa serikali itaendelea kuwalipa wakulima wa karafuu asilimia 80 ya bei ya karafuu asilimia 80 ya bei ya karafuu ya soko la dunia kama ilivyoahidi katika kipindi kilichopita.